Tunakushukuru jioni ya leo, tunakupa sifa na heshima. Nani kama Baba? Nani kama upame Baba? Ninashuka ukainuliwe, ninapungua ukaongezeke, najificha ukapate kuonekana. Tukuze mwanao jioni ya leo wewe uliyependa jana penda na hata leo, utukufu na sifa Baba tutakurudishia wewe. Asante kwa sababu ya kila mmoja aliyepo hapa, sante kwa sababu ya kila maeneo sauti inapofika, pawepo na mkono wako kutawala. Wingu la moto litaweze kuzingira anga ya maeneo haya. Baba tunakupa sifa na tunakuinua wewe, ni Mungu mwenye uwezo, ulitumalo neno na alitarudi bure pawepo na watu kukombolewa, kufunguliwa, kusamehewa na hata kurejeshewa maisha yaliyoliwa na tunudu na tunudu na tunudu. Pawepo na, na mabadiliko na tumaini tena, wacha mtu uliokato kaweze kunawiri tena, na utukufu tutakurudishia katika jina la Yesu Kristo mokozi mwana wa Mungu aliye hai tunaomba, na watu wa Mungu wote waseme amina. Unaweza ukasema amina zaidi ya hapo, inua yeah, mikono mpatie Bwana Jesus makofi yaliyo na afya, mwongezee Yesu makofi, sindikiza na vigelegele vyako yeah, haleluya, sema amina. Tunamshukuru Bwana jioni ya leo, ametupatia fursa hii tukaweze kuwepo tena mara hapa siku ya pili Tulianza jana, leo tunaendelea, kesho majali wa mwenyezi Mungu tunamalizia. Sema amina. Na nampa Mungu tukufu kwa sababu ya ujio wako, kwa maana naamini ya kwamba Mungu hatakuacha bure jioni ya leo. Fungua tu moyo wako mwamini Kristo kwa kuwa ako na jambo kunena kwa maisha yako. Naomba tusafiri moja kwa moja katika kitabu cha methali mlango wa kumi na nne mstari nambari ya kumi na mbili. Metali kumi na nne mstari nambari ya kumi na mbili, maandiko yanasema hivi, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake njia ya mauti. Nitarudia tena ipo, njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kitabu cha injili ya Yohana mlango wa kumi na nne mstari wa sita Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtarudia tena, Yesu akawaambia mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Baba, nakupa sifa jioni.